hamu ya mameneja wa habari wa vilabu hivi vikubwa katika hapa nchini Tanzania na Afrika Bojunga, Simba, na na kwa ujumla Simba na Yanga, na narejesha tena jukumu hili kwa afisa wa bodi ya ligi Karim Boimanda atuendeshe mpango huu. Asante sana mvula. Na dabi haijaisha, dabi bado inaendelea. Tulianza sehemu ya kwanza ya mkutano wetu kwa kuzungumza eh, na makocha pamoja na manahodha wa timu mbili zinazokwenda eh, kuumana kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kesho kuanzia majira ya saa moja na robo usiku. Eh, na sasa tunakwenda kwenye upande wa pili uh, upande ambao unahusisha mameneja habari wa klabu hizi mbili. Tunaye Ally Kamwe ambaye ni meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Yanga ambao wenyewe ni wenyeji wa mchezo huu, lakini pia tuna Ahmed Ally ambaye ni meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Simba ambao wao kwa siku ya kesho ni wageni, kama ambavyo tulianza na kocha uh, Miludi Hamdi ambaye ni mwenyeji. Basi hata hapa sasa, tutakwenda kuanza na Ally Kamwe ambaye atakwenda kuzungumza kwa wa klabu sasa imejiandaaje eh, kwa mchezo wa kesho na ujumbe wake kwa ujumla kutoka Young African Sports Club. Karibu sana hali eh, zungumza na eh, wapenzi wa Young African Sports Club, wapenzi wa Simba Sports Club, wapenzi wa ligi kuu ya NBC na wapenzi wa dabi ya Kariakoo ambayo haina kipengele. Karibu sana. Asante. Habari za mchana ndugu zangu waandishi wa habari, habari pia za mchana wa Tanzania, ambao mnafuatilia pia mkutano huu wa habari hapa unaotuhusisha sisi wasemaji wa hivilabu viwili. Najua viko vyombo vya habari hapa vinaruka mubashara, basi ni jambo zuri. Cha kwanza kabisa ni kuwapa pongezi ndugu zangu waandishi wa habari wote kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya na mnaendelea kuifanya kwenye kutangaza mpira wetu na kuitangaza vizuri dabi yetu ya Kariako. Hivi karibuni nilimsikia uh, afisa hapa wa mawasiliano mkuu wa habari ya mawasiliano wa bodi Karim Buimanda akitanabaisha kwamba ligi yetu imebakia pale pale kwenye nafasi ya nne kwa ubora na akaenda mbali kwa kusema kwamba Kariakoo dabi ndiyo kioo cha mpira kwa hapa Tanzania, yaani maana yake mechi kati ya Yanga na Simba. Licha ya ligi kuwa na timu kumi na sita, hatuwezi kukimbia ukweli kwamba kioo cha ligi yetu, kioo cha mpira wetu ni hii dabi ya Kariakoo. Kwa hiyo mnafanya kazi nzuri sana kuitangaza hii dabi na hapa ambako inasemwa imefika nafasi ya nne, hapa ambako inasemwa ligi yetu ni bora basi, na nyie waandishi wa habari mna mchango mkubwa sana, na mna kila sababu ya kupongezwa, na nyie mjivunie hili jambo. Nchi za wenzetu ambazo kuna dabi kama hizi eh, kwa mfano South Africa, hapa timu zao mbili ambazo ndio zinateka hisia za watu wengi, kiuwezo zimeshuka kidogo, lakini ule ujivuni ule, ule haujaondoka kwenye mioyo ya mashabiki wa mpira. Bado shabiki wa Orlando, shabiki wa Kaizer Chiefs, inapokuja dabi bado anakuwa mjivuni na mpira wao. Sasa sisi hapa Tanzania tuna baraka zote, e, tuna ubora wa hizo timu tuna ubora wa ligi na tuna ubora pia wa mashabiki ambao mara zote wamekuwa wakijitokeza viwanjani kuja kusupoti timu zao na hapa nizungumze sasa na mashabiki na wanachama wa klabu ya Young Africans ambao kimsingi sisi ndio wenyeji wa huu mchezo, na hata hii nafasi ya kuzungumza wa kwanza, isingekuwa uwenyeji, bado hadhi yetu ya kuongoza ligi pia ingetubeba. Ningeanza kuzungumza kama kinara wa ligi, alafu timu nyingine zinazofuatia chini zingekuja kuzungumza. Kwa hiyo tuna nafasi kubwa sana ya kutamba ya kuvimba na kujivunia kuelekea siku ya kesho. Mchezo huu ni wa kwetu kikanuni, ni mchezo ambao Yanga Africans tuko nyumbani, hivyo tunatakiwa twende tukathibitishe kwa vitendo kwamba ni mchezo wa nyumbani, na tuwe sehemu kubwa ya mashabiki ambao wataingia Benjamin Mkapa, namba kubwa uwanjani, ikawe mashabiki wa Yanga namba kubwa, ikaonekane ni rangi ya kijani na njano ndiyo imeshamiri ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa ajili ya kuwasukuma, kuwapa hamasa na morali wachezaji wetu waweze kutupa furaha wiki hii. Kila mtu anaandika la kwake, bwana pakome, amka hivi, Max amka hivi, fanya hivi, lakini hayo yote ambayo tunatamani na ndio kiu yetu yaonekane kesho Benjamin Mkapa tutawatia unyonge kwelikweli, hawa wanajeshi wetu kama watakuwa wanatoka kwenye, kwenye tunnel pale alafu wanayanga tuko wachache. Tutakiwa tuje kwa wingi, tuje kwa namba kubwa na tuje na sauti zenye nguvu kwa ajili ya kuwapa nguvu wachezaji wetu waweze kutupambania. Kitaalam ishazungumzwa sana hapa umuhimu wa point tatu za kesho. Makocha wamezungumza hapa, players wamezungumza, naamini kila mmoja wetu anajua umuhimu wa alama tatu za siku ya kesho. Basi hizo halama pia sisi wanachama na mashabiki wa klabu ya Yanga tuna jukumu la kwenda kuzipambania, kwenda kuzitafuta. Sauti zetu ndiyo silaha ya kwenda nayo kwa Mkapa. Tukaishangilie timu yetu, tukawape morali wachezaji wetu na inshallah baada ya ika 90 tutaondoka tukiwa washindi ndani ya Benjamin Mkapa. Fikiri kwa haya machache kabla kichwa kijapata moto nikarudi kwenye mfumo niishie hapa. <laughs> Asante sana Ally. Na e, kuna maswali hapa. Sawa jamani, kwa kifupi sana, nitakaribisha maswali mawili tu kwa Ally Kamwe kwa sababu alichoeleza kini kime... kama vile kimebeba ujumbe ambao umekamilika sana. Sogea hapa jirani, basi pata nafasi ya kumuuliza Ally Kamwe swali. Nakaribisha maswali mawili kwake kama hakuna swali, maana yake nilichozungumza ni kitu sahihi, kwamba ujumbe wake umekuwa umeshiba kweli kweli. Una swali? tiketi zinakwenda vizuri, alhamdulillah, tiketi zinakwenda vizuri. Naamini leo tiketi za VIPB zinaweza kumalizika, naamini kwa sababu namba zinaonyesha zinakimbia vizuri. Lile eneo la mzunguko ndio eneo ambalo bado halijachanganya, lakini naamini kwa hamasa ambayo inafanyika siku ya leo, kwa namna ambavyo wadau wa football wameshaziona hizi timu kwenye viwanja vya mazoezi, wameshasikia walimu, wameshasikia maandalizi basi na leo tutakwenda kukimbiza zaidi pia hilo eneo la, la, la mzunguko. Na hii karibu nitumie fursa hii kuwaambia mashabiki wa mpira Tanzania, kama tutasubiri, tutasubiri, eh, ifanyike hamasa kubwa ndio tutamani kwenda kuiona Kariakoo Dabi, basi na sisi eh, mashabiki wa mpira tutakuwa tutendei haki mpira wetu kama hii ndiyo mechi kubwa, ndiyo kioo cha ubora wa mpira wetu, ndiyo mechi ambayo tunapokea watu wengi kutoka nje. Kaka yetu Msigu amesema sasa hivi mechi ya dabi imeshakuwa bidhaa ya utalii, yani serikali yenyewe sasa haitazami kwenye jicho la mpira tu, inatazama kwenye jicho pia la utalii, kwa maana wana namba rasmi za wageni ambao wanatoka mataifa mbalimbali mbali, kuja kwa ajili ya kariakoda na nyie ndugu zangu, waandishi wa habari, mpo kwenye platform mbalimbali za kihabari za kimataifa, mnasikia mnaulizwa na mnaona namna ambavyo wenzetu wanajadili kuhusu mechi yetu ya Kariakoo dad kwa naamini mchezo mkubwa ambao wewe mshabiki wa mpira hapa Tanzania una kila sababu, siku ya kesho, wewe na familia yako na jirani yako, kuja Benjamin Mkapa kuinjoi uzuri bwana, dabi hii wenzetu wa Azam TV wametupa slogan nzuri sana, nzuri sana timu, zote tumeshaamini ziko bora, si ndio bwana? Timu zote ziko bora, refari katikati ni Ahmed Arajiga, automatic dabi nakuwa haina kipengele. <laughs> nikosa ili <laughs> <laughs> <laughs> yaani automatic tu kwamba timu zikishakuwa bora E, na katikati yupo Ahmed Arajiga. Azam TV wakamaliza pale kwamba dabi haina kweli, haina kipengele. Kwa hiyo tuendeni kwa wingi, tukainjoi, yani tukainjoi ladha na ubora wa ligi yetu ya Tanzania, tukainjoi ladha na ubora wa Kariakoo dabi.